Namna na, sasa mtazamaji, tuelekee kaunti ya Trans Nzoia ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewataka maafisa wa usalama kutoka kaunti hiyo kuweka mikakati ya kukabiliana na pombe haramu eneo hilo ambayo anasema inachangia kwa utovu wa usalama na kudorora kwa maendeleo ya jamii. Akizungumza wakati wa mkutano wa kutangamana na wenyeji wa eneo hilo la Kamendi msimu huu wa Krismasi, Murkomen amesisitiza kuwa kufikia mwezi Aprili mwakani tatizo hilo linapaswa kuwa limeshughulikiwa kikamilifu. Madam Commissioner wewe umekuja juzi, sasa nataka u... Hakuna time ya kuaklimatize by tarehe moja. Uanze kazi ya kuondoa hii pombe haramu kwa sehemu hii completely, completely. Kwanza pale Kiptororu na sehemu zingine, I want you to do everything to sort out that issue. Na pia wewe uh, usaidiane na machiefs na village elders. Kuna mavillage elders wako mbele hapa, wako kwa kazi, sijui chiefs wakifanya kazi uh, samaskari askari Wanataka kuanda mine kazi yao. Eh? Wana collude na wale wanauza pombe. Wana sasa ati ni village elder ndio anastakiwa. We will not allow that. We will absolutely not allow that. And uh, sub county police commander ujue namna hiyo hiyo kazi. Hiyo huyo huyo huyo village elder anahangaishwa huko Kachibora kwa sababu alishika pombe kwa mama fulani. Arudishwe aachiliwe haraka na afanye kazi na tupambane na pombe ya ya. Asanteni. E, unajua hii nilipata hata kwa jukwaa la usalama. Saa zingine police officers wenye wanashikana na watu wa kupika pombe wanakuja kuaresti wale wanapigana kutoa